Ila wachezaji na wao ni binadamu, wapo kwenye mitandao, wanasikiliza redio, wanaangalia TV, sio kwamba wanaishi jangwani, wanasikia na wao. Kwa hiyo wana wajibu na wao wa kwenda kupambana kwenye pitch kuiheshimisha timu yetu ya Yanga. Kwa hiyo kundi lilivyotoka tu, kila mtu alisema la kwake, na walimu wa timu zote mbili leo wamekiri hapa kwamba ni kundi la kifu lakini angalia ilivyozungumzwa hapa na ilivyozungumzwa hapa Tanzania wakati kundi limetoka. Angalia wa Morocco walivyozungumza hapa ugumu wa kundi kwa timu zote nne. Alafu kamtafute mtu mwingine tu Mtanzania ambaye alizungumza kwa timu zote tatu akajumlisha na Yanga. Yaani kama Yanga tupo kwenye kundi hili kusaidia fundi. Unajua kusaidia fundi eh? Eh, yani, malipo yanapita kwa fundi, fundi anakufikiria wewe. Sasa ni opinion za watu. Sisi jukumu letu ni kuhakikisha tunafanya vizuri kwenye pichi, ndio wale kasema aidha kulizungumzwa kwa dharau kwa kebehi, lakini wenye wajibu wa kwenda kutuheshimisha ni wachezaji wetu na wanajua jukumu lao. Kesho mamilioni ya Watanzania ambao ni mashabiki wa Yanga na ambao sio mashabiki wa Yanga, ambao ni wapenda mpira na ambao sio wapenda mpira. Maanake mechi ya kesho kwa ukubwa wake hata kama wewe hujawahi hata siku moja kushabikia mpira unashabikia labda uh, cricket huko unashabikia labda basketball, lakini ule ukubwa wa imechi ya kesho unatamani na wewe uweze kuifuatilia. Kwa hiyo ni mechi kubwa ambayo wanatakiwa waingie kikubwa kwenye pitch wakishafanya kazi yao, inshallah tukapata matokeo mazuri. Ndio mimi naanza kazi sasa. <laughs> Bwana Mshindo, eh, yani pakome atavumaliza ya kazi yake ndo kazi yalikam itakapoanza. Kwa hiyo naye, atachagua ya kazi yangu iwe mbaya au we nzuri. Pale nimemsikiliza kocha. Umeelewa? Nimeelewa vizuri. Amekiri kwamba Yanga ni timu nzuri na bora kwa hapa Tanzania. Mm kwamba uchezaji wao unajua jeni kwenye kundi kama hili ambalo wataalamu wa mpira wanasema ni kundi la kifo. Kundi kama hili cha kwanza, kila mtu anaangalia faida yake ya nyumbani. Ndio cha kwanza hicho, faida yake ya nyumbani nikipata pointi tatu nyumbani, zila kujengea mazingira mazuri ya kufuzu kwenye hatua inayofuatia. Kwa hiyo kwenye pich unaweza kufanana ubora, ila faida inayoongezeka kwa Yanga siku ya kesho, Yanga wako nyumbani, na hapa ndiko ambako timu zetu za Tanzania, mashabiki wetu, hususan wanachama wa klabu ya Yanga, tunatakiwa tuwe hatua moja mbele kimaliza hii mechi tutakwenda na sisi away, watakwenda kuona mchezaji wa kumi na mbili anavyoshiriki kwenye mchezo kwao. Na sisi tunaweza kuwa sawa kila kitu, mwalimu kasema vizuri hapo. Farabat kila kitu quality na nini. Lakini faida inatakiwa iwe home ground. Na home ground faida sio hizo nyasi. Kisikia faida ya nyumbani sio hizo nyasi hapo za New Aman Complex, ni watu watakaokuja kuisupport timu yetu ya Yanga kwa hiyo mashabiki wetu, wanachama wa klabu ya Yanga wanatakiwa wajue, wana jukumu kubwa vile vile, kama ilivyokuwa kwa Dickson Job, ilivyokuwa kwa Baka, ilivyokuwa kwa Dube, na wao wana jukumu kubwa la kuleta tofauti ya kimatokeo kati ya Yanga na Far Rabat inshaallah, tukijaa kesho vizuri. Sasa tunapokea message nyingi, wana Yanga wameshaanza kuvuka, wengine kama hivyo wameshafika. Hii ni kwa mara ya kwanza, haijawahi kutokea mechi inapigwa Unguja hapa, wanayanga siku mbili kabla wameshavuka maji, wako hapa, hawajali si gharama za kulala na nini, wako hapa siku mbili kabla, kwa ajili ya kuhakikisha. Ukipita mitaani, uko jezi za yanga zinaonekana, jezi za kimataifa, sio bandika bandua, jezi za kimataifa. Sikiliza we, zinaonekana mtaani, mtaani. wachezaji wanaona kwamba okay, tayari mashabiki wetu wameshaingia Unguja na wanatuhamasisha tukapambane. Ko ni waombe na ambao wanavuka leo na ambao watajaliwa afya njema uhai inshallah siku ya kesho. Boti ya asubuhi ile boti inabidi ijae yanga tupu. Tuje tuungane na wenzetu wa hapa Unguja tuujaze uwanja wa New Amaan Complex. Shazungumza na vikundi vyangu vyote. Kimya kimya, nishatembea. Kesho patapigwa madufu mu ndani haijawahi kutokea jeni. Patapigwa madufu mu ndani haijawahi kutokea huko. Tunataka tupate burudani sasa lazima wana Yanga wajue kesho, na wao wana wajibu mkubwa. Yani, likundi ni gumu, zungumza zungumza, likundi ni gumu. Lakini difference inakuleta katika uwanja wa nyumbani. Wote hao na wanaongea hapa, hapa Yanga kama hapa wanatufikiria tupate sare, kwao wanaona kama kwenda kufungulia booster kwao. Sisi nyumbani tusikubali unyonge. Yaani hapa tusikubali unyonge. Tusikubali. Tusikubali kabisa unyonge. Wewe ukitaka kujua away kukoje, Tafute Masanza, takuelezea. Kwanza kapigwa baridi kule jana, kanipigia simu usiku. Masanza kajifunika, ame, amevaa shati ndani, kavaa sweta, kavaa koti na yupo na lile dude kubwa aje lile duvet, anaongea sasa, namsikia kwa mbali <laughs> yangu yangu, unaambia bado hapo. <laughs> ujakutana nagusa achia hapo. <laughs> Yaramovich ajazoea Masanza, maskini ya Mungu, baridi kubwa nalipata Arusha akenda sasa kapata baridi la Algeria. Unajua Algeria baridi inakuja kusoma mpaka negative wakati mwingine. Sasa sisi wazoefu kule mwili ushazoea, shaenda sana Algeria mpaka alishashinda mechi kule. Kanipigia jana masanza anatimeka hivi, kaambia bado hapo, ndo unaingia ma group stage wewe ndo hiyo. Kwa hiyo kuna faida ya kucheza nyumbani ambayo wanayanga lazima tupambane tuitumie vizuri, tuje kwa wingi kesho inshallah. Tiketi zinauzwa mpaka usiku hapo saa 4, saa 5 zinauzwa wauzaji wako wengi, yani ukija Zanzibar, kituo kikubwa ni hapa uwanjani nje. Tiketi zipo nyingi, wauzaji zaidi ya sita wako pale kwa ajili ya kutuhudumia kwao, tuje inshallah kwa ajili ya kuhakikisha tunaisupport timu yetu ipate matokeo mazuri, na uzuri wa group stage, ni pointi tatu eh, pata pointi zako tatu za kwanza una relax unakwenda kwenye mechi ya pili. Sasa sasa hivi hapa wote tunasoma sifuri, sifuri, sifuri, sifuri. Sisi Yanga sifuri, Farabat sifuri, Jesi Kabilisi sifuri, Al Ahli sifuri nani mwamba, nani dhaifu? Tunaanza kuona kesho. Kwa hiyo Kuhu Mungu atujalie, inshallah Allah heri, katika wamba wa kwanza kwanza na sisi tuwemo, tupate pointi tatu za kwanza kwenye hatua ya makundi. Sawa. Je, ni Kishai, kitu cha msingi kwanza, je ni mechi cha msingi cha kwanza ni mechi ya kesho. Haya masuala ya jezi haya, jana kuna mtu mmoja amenitumia message usiku usiku jana, akaniambia ndugu yangu ndo nimeelewa waswahili wanaposemaga usinene kamara kanitumia jana message usiku. Mimi shabiki wa timu fulani, leo nimeelewa kwa nini wasoe nasemaga usinene Kamala. Anaambia mimi, mimi na utu uzima huu ni wa kupigwa double impact. Anasikitika yule mtu rafiki yangu jana, mimi na utu uzima huu ni wa kupigwa double impact, yaani natoa shilingi elfu arobaini kwenda kununua tangazo amejisikia <laughs> vibaya sana ule mzee jana <laughs> 1040 kwenda kununua tangazo, maanake la kwanza lipo nyumbani, tangazo lingine kauzwa 1040 tangazo, kajisikia vibaya. Nikamwambia ndio ukubwa huo, ndio ukubwa. Unajua ile nyimbo ile, kekundu kekundu, majinga ndio wali wao. Unajua ile Kaambia ndo ukubwa huo, amenung'unika, kauziwa tangazo elfu 45, maanake nyumbani ipo nyingine, kapigwa tangazo lingine elfu 45. Kwa hiyo ukifika nyumbani, ukinua mbili unaziweka huku, sijui soda huku, sijui beti. Hello, kama mashabiki wa Yanga mpo humu, semeni alhamdulillah. Mungu ametupa bahati kuwa mashabiki wa Yanga. Alhamdulillah. Mambo wanaofanyiwa wenzetu ni mazito, haki ya Mungu. Nimeona jana na mtu mmoja jana na mchambuzi mmoja jana akanitumia message, dm akaniambia, kaka, nimeamini leo kweli kila hela ngumu. Hela ninayofanyia kazi leo hapa napata ugumu, kia nikiandika makala swala la msingi linakuja mwisho. Unaandika we mwisho unaulizwa hepoda ilikuwa ya nini? <laughs> Sawa haya, sawa. Barcelona, Arsenal, sijui Puma, sijui nani, big brand, jezi moja kwa msimu. Sawa, ushaandika makala yako pale, ushalipwa hela yako, unaulizwa. Ehe, prioda. Ehe, uzinduzi Alhamis ulikuwa wa nini? Ehe, yani maswali hayo hayajibiki. Unajua, hayo yapo tu kao. Sisi wanayanga tuna furaha kubwa na uzi wetu wa kimataifa na pitieni waandishi kwenye maduka wanaouza jezi watawaambia sales ziko vipi za Yanga. Tuliwaambia mwanzo, mnawekeza muda mwingi kwenye propaganda, jifunzeni biashara zilivyo. Sasa stock inabakia na mzigo pisi laki nane, laki tisa maana yake hizo stock zilizobakia pisi laki nane, laki tisa. Hata ukaamua uvalishe kuku wote wa Dar es Salaam bado jezi zitabaki yaani chukua majogoo ya Dar es Salaam yote yale yavalishe zile jezi bado zitabaki. kaingizwa chaka eta mzigo mkubwa kweli kweli, hauishi. kila wakifanya mapicha picha mzigo hauishi sasa hivi <laughs> na niwaambie, na, na, na, amesisitiza yule jama, jamaa Boss wairiza amesisitiza. kama hawatamaliza hizi msimu ujao wategemee bango lingine. Atachange kidogo tu mwaka Mwakani 25, 26, 27, kwa hiyo hima hima, usipoisha huu mwakani ana chenji tu mwaka pale, uzinduzi bango jipya 5. Halo, jitahidini <laughs> jamani, jitahidini <laughs> jamani, huo jamani. Mzigo mpaka uishe huo maake, si mnasema sijui brandi ya kimataifa wamesema. Eh, haurudi kitu huku Hamna kitakachorudi, mlisema mko wengi, malizeni sasa stock hiyo paka iishe ile. Sasa hivyo kwanza ni wl la msingi sana ndugu yangu, jana wapi, hapa anajengwa flyover hapa. Mwanakwereke nimepita, Mwanakwereke usiku katika miangaiko yangu ya kutafuta Mwanakwereke, Mwanakwerekwe sasa nikuirudia tena changamoto Mwanakwerekwe, nimepita usiku ilo, ilo eneo sasa, katika harakati za kuhamasisha watu usiku usiku eh, maake mechi unafuata watu mpaka majumbani watu waje kwenye mechi eh, mechi kubwa lazima ufuate watu uhamasishe hadi usiku. Sasa nikapita ile njia nikamwambia yule dereva nilokuwa naye kamwambia, unajua ukiwa huko bara ukiwa huko bara, wallahi hujui kama Zanzibar sasa imeshaendelea katika ukubwa huu. Sema kweli, mpenzi wa Mungu Dr. Hussein Mwinyi kafanya kazi kubwa kweli, bado nafikiri labda, ba kuna nini, labda nini mambo ya PR hayo, kuiweka saa watu wajue wa, wa, yani, sasa unajua ile lakini ukija sasa hapa ukitembea m nakumbuka mara ya mwisho ukija uwanjani hapa Amman, kuna bonge la hoteli, five star nihoteli, sijui sijafuatilia vizuri, bonge la hoteli liko hapa. Mara ya mwisho kwenye mapinduzi, nakumbuka hoteli likuwa, eh, unafika tu mteja unapewa na kopo la dawa ya hivi, unakuja hapa hotel ndani ya uwanja Waandishi na nyie saidieni kutangaza. Yaani, uwanja wa Amani huu ukiingia ndani hapa kuna hoteli yenye hadhi ya nyota tano iko hapa Classic, bonge la hoteli, hatukukosea sisi. Ngoja shee vipi wewe, nimalize kumwaga maua hapa. Tumeleta mechi zetu Zanzibar, na Wazanzibari alhamdulillah wametupokea vizuri wameipokea timu vizuri wanatupa ushirikiano wa asilimia mia moja, na sisi ni jukumu letu kama taasisi Young African Sports Club kuzidi kuitangaza Zanzibar. Mimi nitakuwa balozi wa kutokulipwa yani, sitataka nilipwe kutangaza mengi mazuri ambayo nimeshuhudia hapa. Nimeshuhudia maflyover hapo ya hatari, shuhudia mahoteli ya kisasa cha Mungu pazuri, panavutia Zanzibar, panavutia. Ndio jukumu letu si sasa hivi sasa, kuhakikisha kama taasisi ambao ni mabalozi wa kutangaza Zanzibar, tunayo viziti Zanzibar kwenye jizi yetu, na lengo kubwa ni kuhakikisha sasa wageni wanajua ku Zanzibar, lakini tumeleta timu hapa Zanzibar, maana yake wa Morocco wamekuja hapa Zanzibar, watakuja wa Misri hapa Zanzibar watakuja wa Algeria hapa Zanzibar, tunayowatangazia tukienda kwao, watakuja kuyaona kwa vitendo. Unajua kuna kutangaza, unafanya pia na watu hawaoni, watakuja kuona hapa mazuri na maendeleo makubwa ambayo Dr. Mwinyi kayafanya hapa Zanzibar, makubwa kweli. Sema kweli, mpenzi wa Mungu, Zanzibar ime, imeendelea na wana haki ya kujivunia. Je, ni kisha mambo ya kupewa kopo la dawa ya mbu tena sasa hivi hapa hapa pand wa kuambia mm, ah, swali zuri ndugu yangu, nimefuatilia hiyo stori lakini uh, ina, ina, ina vyanzo vyake hiyo eh, story ina vyanzo vyake. Lakini kimsingi kwenye football, kuwe na lolote lile, bado mpira hausapoti vitendo vya kihuni uwanjani. Kuwe na sababu yoyote, mwamuzi kakuonea, mmenyimwa goli, chochote kimetokea, bado football ni mchezo wa fair play, hauruhusiwi vitendo vya kihuni. Tunakwenda kwenye mechi kubwa mechi ya ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Far Rabat. Afrika inatazama Zanzibar, ni wakati wa kuendelea kuuza uungwana wetu. Wa Zanzibar ndio platform ya kuendelea kuuza ustaarabu wetu. Mara ya mwisho imechezwa mechi hapa kafu, wamekuja hapa, nyie ni mashuhuda. Kuna kikundi cha wauni kilikuja kucheza hapa kikapiga watu hapa uwanjani, fanya vurugu watu hapa. lakini safari hii imekuja timu ya kistaarabu, mkuja watu waungwana ambao wanatoka bara na ambao wako hapa, tuangalie mchezo kistaarabu. Na ni muhimu niwaombe wana Yanga wenzangu, ni muhimu sana mechi ya kesho. Hata akaja mtu na jezi tofauti, ikatokea ameingia uwanjani mtu na jezi tofauti na Yanga edha, hiyo jezi ni ya Mlandege, hiyo jezi ni ya KVZ, hiyo jezi ni ya Mtibwa, hiyo jezi ni bandika bandua, tafadhali simfanyie vurugu huyo mtu. Kafata burudani. Simfanyie vurugu, kafata burudani, mkaribishe, kikaeti, angalia naye mechi na lakini ukiona amekaa mara elewekieleweki, muulize bana, vipi, tufate burudani. Sisi Yanga ni wastaarabu, tufate vile ambavyo kafu wametuelekeza kufanya unapokuwa viwanjani. Tusifanye vurugu, tusije na nini, mafataki yale, tusiwashe moto tuje na madufu, tuje na ngoma, tuje na vuvuzela, tuinjoi. Tusi, tusifanyiane vurugu. Anasisitiza tena tena, ukaingia uwanjani ukamkuta mtu amekaa hajavaa jezi ambayo sio ya Yanga, usimpige. Kafata burudani, mkaribishe. Kama kuna kinywaji mnunulie, mwambie tulia, tunjoi boli. Huo ndio ustaarabu wetu Yanga, na naamini ndio ustaarabu wa Zanzibar. Wahuni wachache hawawezi kuharibu picha kubwa ya ustaarabu ambao Zanzibar iko nao. Wanaweza kutokea waunuu watatu ambao wanafanya hizo vurugu, lakini kwa kesho tunaamini asilimia mia moja watakuwa wastaarabu. Tulinde miundombinu za uwanja, tuilinde klabu yetu, tuhakikishe kaf wanapofikiria burudani Tanzania wanaifikiria New Amaan Complex <tune> Kishai ndio maana umwasha simu kumbe, ulikuwa huyu kaja na swali lake na simu yake, press yote haimtaki yeye, swali yes, lake ndio kuhusu logo, ndio yes, ndio maana akawasha saa simu yake ya record eh, swali liko hilo hilo utaratibu uko hivi. Ndugu zangu, umeridhika logo, utaratibu uko hivi. kafu hawa wenye mashindano sijui ni ugeni wa watu au vipi, kafu wenye mashindano haya, unapokwenda kwenye group stage, kila idara kila idara huwa inapewa uh, taarifa za mabadiliko ya kikanuni taratibu na misingi ya kwenye hiyo tournament inapoanzia kwenye group stage, kila idara, hata mimi kwenye idara yangu ya habari tulitafutwa, mnawekwa kwenye group moja wote. Baada ya hapo, mnataarifiwa patakuwa pana zoom meeting kwa ajili ya kupata seminar ya hiyo tournament. Jana hii nawaambia sasa. Leo hilo swali jana kuna baadhi ya maafisa habari sitawataja, na wastai wa Tanzania, timu zao zipo kwenye makundi, wa Tanzania hawashiriki vikao. Jana waelekeza kwamba sasa hivi tunaruhusiwa pia hata kuposti magoli eh, kweli kambia yeye eh, tunaruhusiwa, lakini ina highlights yake isizidi dakika tatu na uiposti baada ya masaa mawili wakiwa wanaposti. Zamani Al Ahly tulikuwa tunashtuka, ah, ah, kama Waarabu wanapendelewa, kumbe tulikuwa tunahudhuria vikao hatupati hizi semina. Sisi kwenye idara ya habari tumeshashibishwa na uzuri. Mimi sio mchoyo wa maarifa, nimeshia na wenzangu wote ambao hawakuepo kwenye kikao. Kama mwenyekiti, Kama mwenyekiti, mwenyekiti wanasema hawakuepo kwenye ile Zoom meeting. Hawakuepo. Nimefanya kazi jana ya kuwatumia mwongozo, ndo huu sasa hivi, kwenye idara za habari mnatakiwa mposti hiki, mnaweza kuruhusiwa kushoot sasa hivi arrival video, mnaweza kushoot warm up, kila kitu. Nimewaelezea jana hivyo hivyo kwenye idara za masoko, idara za sheria, idara za masoko unatumiwa kabisa, sionyesha hapa ndugu zangu, kama kwa ushahidituwadogo tunaongea ongea vitu vijui <coughs> takuonyesha kwa siri yako. Mmoja akaniambia hii sikusoma hii, mbona hii marketing cycle ya 25 26 zinatumwa taratibu zote hapa, anakuambia equipment for the teams sababu kwenye hili swala la logo kafu wamechange logo na msimu ukiwa unaanza, kama unavyoona mipira kama unavyoona beeps, ndivyo kafu wanavyotuma kwa kila timu. Mimi mwenyewe hapa, afisa habari, huwa anapokea mzigo wangu wa beeps kwa ajili ya wapiga picha ambao ziko kila msimu unapokea box ambayo limetumwa DHL na kufikia kila club. Sasa kuna wengine hata address ya wana CAF wanatoka huko Cairo wanakuja ad makao makuu, anakuta mtu anauza vyombo. Hawezi kuacha mzigo. Taarifa kweli mtu anatoka Cairo misi kapewa mzigo pelea kwenye timu, anafika makao makuu ambako timu inasoma kwenye mtandao, anakuta mtu anauza pasi. Nakuja shehe, tulia, acha haraka taarifa zinakuja CAF. Kila msimu unapoanza mashindano huwa wana supply. Mimi hapa ni kiongozi wa Yanga, unaweza kuwauliza timu za Tanzania, Azam FC na Singida Black Stars, acha a wengine hao kaka, kuona CAF hawaja supply bado logo official za kutumiwa, nimepewa taarifa kwa ajili ya kutumia kwenye nini hizi, sisi watu wa media Artwork na kila kitu kwamba official logo ni hii, lakini kwenye kit kwa sababu ina size yake inawekwa hapa sheha ina size yake. Mimi asiseme download watu wameingia Google kwa sababu hapa kuna tangazo. Oh, <laughs> ndio kabandika bandua. Hapa kuna tangazo lingine tunalifichaje? Mtu kaenda kuchukua size ya kichwa changu hichi kaenda kuprint kaliweka hapa. Wallahi, nimesikia aibu jana. Unjue nyie na bila haya bila hiana wanaposti Yaani, wanafikiri wanafanya kitu cha maana eti wana post kabisa eti. Yaani, leo kiliangalia tulianza kufumuka ule mkaratasi ule mstika. Hebu angalia hii kitu. Hii ni sasa, hii ni logo mwaka jana. Ndio ilikuwa standard vipimo wanakutumia size na kila kitu. Jana. Haya, Kafu wameruhusu main sponsor kukaa hapa. Taarifa watu wasomi na kuona, masio hata kufungua tu email hawawezi, email kufungua hawawezi, hawasomi Me. Leo umetokea mgogoro mkubwa huko, wadhamini wanauliza mbona Yanga amekaa mbona sisi mmetutoa? Watu hawasomi wafatilieni, jamani. Jana nawaambia wallahi, jana wameanza kuomba watuma email kwa kafu bwana, tunaomba na sisi bwana, tuchenji kidogo, mdhamini wetu akae, sio email atukusoma. Suu... kweli Ko, Sheikh Zuberi, tunafuata kile ambacho kafa anatuelekeza. Sababu oh, ukitumia logo unatumiwa na size yake kipimo gani ukate uiweke. Sababu ukiwa mtu wa kudownload bwana <laughs> eh, bwana mimi download. unachukua mgazeti unaweka hapa, mimi nawaambia fatilieni. Leo si ndio tunaongea hapa nipeni siku nne kwa sababu yale mabango waliwekwa, wallahi nawapia, mkifua mara mbili imerudi, jezi ya msimu zile sticker zilizowekwa zile sticker ukifua <laughs> mara hizi nyinyi mliwezaje kuweka sport pesa mbele jana? Mmewezaje? Naambia someni, yani CAF wanatuma taarifa someni, watu hawasomi. Je, nikisha nimekupa na kushahidi hapa kizungu hiki, hiki sawa hiki vipi hiki sawa. Mpira hii natumwa na CAF Official balls za Kafu zinatumwa, huwezi. Kwa sababu okay, Kafu wanatumia Puma na wewe unaenda dukani unanunua Puma yako kachezee, n no? Kuna official balls, general coordinator wakija wanakuambia, wanakwambia official balls ni hii, official bips za kuvaa ni hizi, wapiga picha, kila kitu ni wao. Shindano ya watu haya, we ukienda ku download www nishushie hiyo kari yako weka <laughs> utazalilika huko mbele le Clement Mzize kesho anaingia hapa Zanzibar, ataingia saa tatu asubuhi, inshallah tumpokee. Hapana, ataingia tu asubuhi saa kumi atakwepo hapo uwanja New Amaan Complex. Tuzo tumeipigia kura, lazima na sisi tu tuione, Mzizi abebe atuonyeshe tumpigie makofi tushangilie, ndiyo raha, ndiyo tuzo pekee ya goli bora iliyokuwa Tanzania. Anayesema ana tuzo ya goli bora atuonyeshe kwapi? saa hizi kiatu kiko Dakar Senegal. <laughs> tuzo pekee ambayo kila mtanzania anaweza kuiona ni ya Clement Mzize. Kwa hiyo inshaallah, kesho watu waje na baada ya mechi tutakuwa tunaitembeza watu waione, bana, goli bora tuzo ndo kama hii, watu wanakuwa wanaiona. Kwa hiyo kesho atakuja hapa Clement Mzize na atakuja kutuonyesha tuzo, kwa kama kuna mtu mwingine anasema ana tuzo ya goli bora, tafadhali, milango iko wazi, tuonyeshe iko wapi. Usiende kudownload kama logo ile. <laughs> Sasa mwaweza ka download kama logo. <laughs> Bana, wananchi kesho, inshallah, tuje mapema jamani, New Amaan Complex mageti yanafunguliwa mapema kuanzia saa sita hivi saa saba, tuje kwa wingi, tujae tuisapoti timu yetu inshallah, ukawa ushindi wetu wa kwanza tma kwa mazombi ni shawalika shawalika, kesho kuna burudani ndani huko. Eh, kesho mimi nitakuwa nazunguka uwanja huo, hatari yani sako amalizia mambo yote kesho, kuna rasa